Vipi, mimi naitwa Asteria Mvungi na hii ni Ayo TV Entertainment. Sasa hivi mziki wa Bongo Flavor unazidi kufanya vizuri ambapo wasanii wanafanya collaborations um za nje ya nchi. Although wengi wetu tunakuwa hatufahamu collaboration hizo mpaka zinapokuwa released ama zinapotoka. Baada ya Joh Makini kufanya collab yake na Mess Jirima from Nigeria ya perfect combo ambayo inafanya vizuri sasa hivi, na Joh Makini alishaanika kwenye Instagram yake. By the way, Instagram ya Joh Makini imekuwa na kashkashi hivi. Sometimes tunaweza tukaona yuko active, sometimes unaona ina matatizo. Good thing is he's back And good news, Alish alipost pia kuhusiana na kituo cha Trace kuipokea ngoma yake na kuiplay. Well, tumeona Joh Makini alifanya collaboration na uh, rapper AKA from South Africa. And then Chidima from Nigeria inawezekana ukawa haufahamu ni project gani ambazo Joh Makini amezifanya za international and you need to stay tuned. ITV imekutana well na Joh Makini kwenye exclusive interview na ameweza kutuelezea baadhi ya collabs za za international ambazo ameshazifanya na nyingine anategemea kuzifanya. Unaandikiwa na Nicki. Sijui hiyo kalamu Joh anaandikia biki. Unatoa nyimbo nyingi. Sikumbuki kutoa nyimbo. Mimi natowaga hit. Eti who am I? Hey, Tabasamu juu ni meza ya mabadu. naweza kuwa ikazidi idadi kwa sababu inabidi nianze kuenda, afu unajua kuna collab zingine zinakuwa zijakamilika zije, labda kuna sauti ya mtu inatakiwa itumwe, wimbo uishe, ndio uweze kuhesabia. Kwa hiyo singependa pia kuzitaja kazi zingine ambazo bado hazijakamilika, yeah. mpaka zitakapokamilika, nafikiri naweza nikapokea vocals usiku wa leo au kesho kutoka kwa kulichana

ni wale madj mbao anafanya kazi Las Vegas, lakini anafanya kazi Afrika pia, kwamba South Africa ni kwao, kujega anapiga. Kuna vipindi baadhi ya radio station ambavyo wanakuwa anauza Botswana, Zimbabwe, manlewa akawa anapenda sana pia ku win market ya East Africa, naona mawasiliano na yeye cool. Kwa hiyo tulivyoanza mawasiliano, tukaanzia pale basi akani connect na Kuli nini, ikawa hizi tu jamaa kacheki bao mpangilio mzima nini, tukaarenji. Alafu nilipoenda kufanya video ya perfect combo, tukakutana na Kuli akapeleka hadi ujukwao, tukarumichili, tukapiga story, tukapanga vitu hizi like that. Huyu alikuwa Joh Makini kwenye exclusive interview. Kwa story nyingine na kali kama hizi, basi usiache kusubscribe katika youtube channel yetu. Yes, hiyo red button hapo chini unayoiona, unaweza ukabonyeza hapo ili kusubscribe. Utakuwa mmoja kati ya watu wa kwanza kabisa watakao kuwa wanaona stori zote tutakazozipost kwenye Millard Ayo Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Periscope, everywhere. Ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Mimi naitwa Seria Mvungi, asante.